Kijiji cha Ikombe ni kijiji kilichopo katika kata ya Matema, wilaya ya Kyela, mkoani Mbeya, nchini Tanzania. Kijiji hiki kilianzishwa mwaka 1976. Kijiji hiki kipo pembezoni mwa ziwa Nyasa, katika safu za milima ya Livingstone. Shughuli kuu za kiuchumi za wakazi wake ni uvuvi wa samaki na dagaa, kilimo pamoja na ufinyanzi wa vyungu na zana nyinginezo za udongo. Ikombe ina utajiri wa kiutamaduni ikiwa ni pamoja na ufinyanzi wa vyungu kwa kutumia udongo wa asili. Wakazi wake wanaendelea kushikilia mila na desturi zao huku wakifanya jitihada za kuboresha maisha yao kupitia miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Karibu tarehe sita na tarehe saba mwezi wa saba mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano katika tamasha la Mpalano Festival, huweze kujifunza namna vyungu vinavyotengenezwa.